Miongoni mwa mashabiki ambao wapo kwenye hali ngumu na wachezaji pia, watu ambao wame lose momentum mm -hmm. na wame lose hope ni mashabiki wa Simba kwa wakati huu, kwa sababu kuja kufungwa mechi dhidi ya Singida, unatoa katika ile eh, kombe la FA ambao unali struggle kwa mwaka kwa msimu wa nne mfululizo, una haulipati kwao, nguvu mbaya kwenye ligi kuu. Na ukiangalia matumaini ya kikosi chao ni kama kama bado ni haya haya haya, yaani hayavutiki vile. Wanajua vipi, kama Yanga akisema tunaleta timu na mshasiku unakuja kwa mechi ya raibu ukapigika unatoka unatoka kapa msimu huu <coughs> na unakuwa unachukua kombe lolote. Kwa hiyo kwa wao wanakuwa wanaona hawana alicho ha, geni msimu kwa sababu hawajachukua kombe, okay, ukiachana <coughs> na, na finali ambayo wamefika, uh, ashirikisho uh, kwa sababu Yanga ameshabeba mara tatu mfululizo, ndio maana <coughs> anajifanya si

Yaani haya mambo ambayo tunazungumza hivi tu, tu, tu, tu ya ligi na TFF. Serikali imeapprove lakini kwamba Nabi ipo. Eh, serikali imeapprove lakini haihusiki kwenye masuala ya michezo. Yaani wizara, wizara, yaani wizara ya michezo. Wizara, yeah, wizara. Kama wizara sawa, lakini serikali kama serikali yenyewe kujiingiza kwenye michezo ni panga tu. Sasa so, wizara si serikali. Sasa unajua huu msimamo wao chief hapo ameufanya ubadilike ligi. Kipindi kile Simba ni kama alikuwa anataka anachekecha ile, me, ile mechi ya kwanza, mm, ni kawaida ya kwanza kwamba Simba amegomea dabi hakugomea wala nini, na wachezaji walikuwa kambini kama kawaida. Sasa Yanga hawachezi, kwa nini waambiwe Machi machi nane uh, ilikuwa ni Machi nane hmm. Kwa nini eh, TFF wameilisha wame, wame, wame, wame, wame mchezo kwa kutumia kanuni gani? Tukiangalia kwenye kanuni za ligi yetu, kanuni haipo ya ya kuilisha mechi. Nasema some, sometimes pia wanatafuta trend za ajabu. Mpaka sasa hivi still tuna discuss Simba Yanga, Simba hmm. Yanga.